Ni Novemba 21 mwaka 2025 mkoa wa Kigoma unashuhudia historia nyingine tena ikiandikwa katika mahafali ya 23 ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA ambayo ni ya 11 katika Kampasi ya Kigoma na kwa mara ya kwanza yakifanyikia katika majengo mapya ya kampasi hii yaliyopo eneo la Kamara kata ya Mngonya halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Wahitimu takribani 757 kutoka ngazi tofauti tofauti katika mahafali haya wanatarajiwa kutunukiwa vyeti na mgeni rasmi wa mahafali haya ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kigoma IGP mstaafu Balozi Simon Nyakoro Sirro. Ni mahafali ya kihistoria huku historia ya mahafali haya ikichagizwa pakubwa hasa na mahafali haya kufanyikia kwa mara ya kwanza katika majengo mapya ya kampasi hii yaliyopo eneo la Kamara kata Mngonya, ya Mngonya halmashauri ya wilaya ya Kigoma majengo haya ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa majengo ya kudumu ya Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA Kampasi ya Kigoma ambao una gharimu takribani shilingi bilioni 11 milioni 80 na laki saba thelathini na tano elfu na sitini na saba ambao mpaka hivi sasa umefikia asilimia 90 ya utekelezaji wake. Profesa William Palangyo huyu ni afisa mtendaji mkuu wa Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA, na kupitia mahafali haya, hapa anaeleza sehemu ya mradi huo ulipofikia na sehemu ya majengo yanayopatikana katika mradi huu, zenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1300 kwa wakati mmoja, maktaba itakayohudumia wanafunzi 250 kwa wakati mmoja maabara ya kisasa ya kompyuta yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi mia mbili kwa wakati mmoja na ofisi ishirini za watumishi. Taasisi ya Uhasibu Tanzania ya TIA Kampasi ya Kigoma imeendelea kujikita katika kutoa elimu kwa kuzingatia maendeleo ya soko la ajira pamoja na ujuzi stahiki ya soko la ajira na ujuzi stahiki yaani CBET, kama ambavyo umeona kwenye maonesho ya baadhi ya wanafunzi wachache ambao tumewachukua kwa ajili ya siku ya leo lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao kazi kubwa inayofanywa na wanafunzi wengine ambao labda leo hawakupata fursa ya kufanya maonyesho, lakini pia tuna ushirikiano na wenzetu wa JA Digital Entrepreneurship Education Platform ambapo wanachuo 650 walipata mafunzo ya ujasiria mali kwa kutumia teknolojia ya kidijitali kati yao wanachuo mia tano na kumi na saba walifaulu na kutunukiwa vyeti, naomba tupigiane makofi kwenye hilo. Kadhalika, wanachuo watatu wanaendelea na mafunzo ya ziada ya ujasiriamali kupitia asasi ya Bafeta. Pamoja nayo na pia imeendelea kujidhatiti katika kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wafanyabiashara wa Kigoma katika nyanja za biashara, rasilimali watu, masoko, ununuzi na uhasibu na kama ambavyo anaeleza Profesa William Palangyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni huduma kwa jamii na ushauri wa kitaalamu, tunaendelea kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wafanyabiashara wa Kigoma katika nyanja za biashara, masoko, rasilimali watu, ununuzi na uhasibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tumesajili kituo cha mafunzo ya wataalam wa ununuzi na ugavi, yaani CPSP, na leo nimefurahi uh, kwamba pia rasi wetu ni mtaalam wa hili eneo, labda akipata muda anaweza akawa kati ya watu watakao tusaidia, na tupo katika hatua za mwisho kusajili kituo cha maandalizi ya mitihani kwa wataalam wa uhasibu, yaani CPA review classes. Mgenu rasmi katika mahafali haya mkuu wa mkoa wa Kigoma IGP mstafu balozi Simon Nyakoro Siro ameipongeza manajementi ya taasisi ya uhasibu Tanzania TIA kwa namna inavyosimamia utekelezaji wa mradi huu, pamoja nayo na ameipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuridhia kutoa kiasi hicho cha fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu wa maeneo ya TIA kampas ya Kigoma. Lakini spiransa pekee viende kwa mtendaji mkuu wa TIA profeawilliama pamoja na viongozi na wafanyakazi wote wa TIA kwa kujitoa kwa kuhakikisha mafanikio ya taasisi hii yanapatikana. Tunapongeza pia jitihada za wizara ya fedha, bodi ya ushauri management na watumishi wa TIA. Mafanikio haya ambayo tunaona leo ni matokeo ya ushirikiano mzuri kati ya serikali na taasisi yetu. Aidha, serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza shilingi bilioni 11.08 katika ujenzi wa miundombinu ya kudumu hapa Kampasi ya Kigoma, naomba tupigie makofi Mheshimiwa Rais. Kipekee nipende kushukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa rais Mheshimiwa uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu uwekezaji huu ni mkubwa, na kama aliamua fedha hii hapa, ni upendo ambao uh, si wa kawaida. Uwekezaji huu unakwenda kuubadili mkoa wa Kigoma kupitia fursa mbalimbali za kuongezea kipato wakazi wa Kigoma. Maana yake kumekuwa na msemo udaetimu na wananchi kwa jumla kwamba Kigoma ni mwisho wa reli, lakini huwa nawaambia Kigoma sio mwisho wa reli. Kigoma tuna fursa, na ndio maana tuna zone ambayo ipo, tunaiandaa kwa ajili ya uwekezaji, na nitumie fursa hii kuwaomba uwekezaji wa ndani na nje watumie fursa hiyo kuja kuchukua ardhi na kuwekeza mkoa wa Kigoma. Akizungumza na wahitimu Balozi Simon Sirro amewataka vijana kujibidisha katika matumizi ya teknolojia kuongeza ubunifu ili kukimbizana na kasi ya mabadiliko ya kidigitali yanayotokea ulimwenguni ikiwa ni pamoja na matumizi ya akili mnemba. La kwanza, kumbatieni teknolojia na akili bandia, hey, AI ili kuongeza ufanisi, kuunda suluhisho mpya na kujiajiri. La pili tujifunze ujuzi wa kidijitali unahitaji soko la sasa, kama vile data analysis, e-commerce, digital marketing na cyber security ni mambo ya msingi kila tatu. Tumia mitandao ya kijamii na ungana uunganisho wa kidijitali kuunda fursa za biashara, networking na kujijengea mtandao wa kitaalamu. Naomba nirudie namba tatu hutumia mitandao ya kijamii na uunganisho wa kidijitali kuunda fursa za kibiashara networking na kujijengea mtandao wa kitaalamu. Tutumie sana mitandao ya kitaalamu kwa ajili ya manufaa yako, ya familia yako na nchi yako. Tusitumie mitandao kwa ajili ya kuchafua nchi, kwa ajili ya kuleta uvunjifu wa amani, na hili la msingi sana. Vijana mliangalie kwa sababu wazazi wetu au wa wazazi wenu wasingekuwa wa na makini kwenye swala la amani msingekuwa hapo mlipo sasa. Mmekuwa hapo mlipo sasa kwa sababu wazazi wenu walinda hiyo amani. Ni fursa yenu sasa kulinda amani, na hata kama kuna changamoto, la msingi ni kukaa na kuona namna ya ku, kuondoa hiyo changamoto na si ile swala la kuleta ubunifu wa amani. Lakini lingine, kuweni waadilifu, wabunifu na wenye maono. Teknolojia ni zana ya kuunda ajira mpya na kukuza miradi inayoboresha maisha ya jamii. Lakini nikaona vijana wangu niongeze, hata kama mkipata ajira leo ni le mhasibu, swala la huduma kwa mteja, lugha nzuri ni jambo la msingi, kwa sababu wakati mwingine wakati wa kulipa mishahara au wakati wa kulipa malipo kwa mtu unakuta mahitaji ni mengi na fedha ni kidogo, wewe uko pale kama mhasibu jambo lako kubwa pale ni customer care. Umeajiriwa na serikali ya jamhuri ya Muungano, umeajiriwa na taasisi binafsi, swala la heshima kwa binadamu ni suala la msingi sana. Katika hatua nyingine, balozi Sirro amewataka pia wahitimu hao kutumia elimu na ujuzi waliopata kujitengenezea ajira na kuibua fursa kwa wengine, ikiwa ni pamoja na kuisaidia jamii katika masuala ya usimamizi wa biashara pamoja na fedha. tuwe na lugha za stah lakini la pili, utaratibu wa fedha unakuwa haufahamiki kwa wateja. Utaratibu wa fedha, watu wengine wengi hawajui utaratibu wa fedha. Tutoe elimu kwa watu ambao hawajui utaratibu wa fedha, tusiwe wakali. Umeshapata ajira, unasoma, usiamini, usidhani kwamba kila mtu anajua utaratibu wa fedha. Kama anakuja haelewi utaratibu wa fedha, vijana wangu, umepata nafasi kwa kuthibitisha ubora wa elimu pamoja na ujuzi mbalimbali mbali ambao unatolewa na Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA Kampasi ya Kigoma. Ezekiel Kasika, huyu ni mwanafunzi wa shahada ya ununuzi na ugavi, na hapa anaelezea namna elimu aliyoipata kutoka Taasisi ya Uhasibu Tanzania TIA, pamoja na ujuzi, namna ilivyomsaidia kuja na ubunifu huu wa kubuni website ni mbunifu wa website ambayo inarahisishia wanafunzi au watu wa katika jamii inayotuzunguka kupata huduma ya chakula kwa kuweka oda yako kupitia website na hiyo oda inakuwa processed unaletewa mpaka ulipo. Teknolojia hii nimeiwaza kulingana na kile ambacho nimesoma darasani. Nimesoma marketing, nimesoma pia kitu kinaitwa freight forwarding nikaunganisha hizo konsepti mbili, namna gani inaweza kuwaunganisha wauzaji au wafanyabiashara tofauti tofauti na, na kuwaweka katika kundi moja na wale watu ambao wa wanaohitaji na hivyo vitu, wakaweza wakapata hivyo vitu wanavyovihitaji. Yes.